tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo nambe, me, namba 184 mchezo huu ulihairishwa machi nane umepangiwa tarehe kumi na tano klabu ya yanga imesema haitashiriki huo mchezo na ndo msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi ili tuweze kushiriki mchezo huo tulikuwa na matakwa yetu mezani na matakwa hayo jumla alikuwa manne katika haya manne ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo, lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. La kwanza klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi, kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi nane, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa, kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuahirisha mchezo wa machi nane. Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF tunaamini haya madudu yanayotokea haya kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake hivyo, na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hata kuwa amejiuzuru.